Ndio amekuagiza, naomba unipakulie chakula, uniletee chumbani. Ni bosi kakuagiza, unampelekea. Alafu unampelekea, mbona body language yako iko tofauti na unachokisema eh? Unachokisema na respondi yako, body language viko opposite, tofauti na alivyosema dada. Yaani huyu ameongea kwa confidence kwa conviction kwamba hiyo ndio kazi ilonipeleka pale. Niko pale kumhudumia bosi wangu. Kwa hiyo kitu chochote atakachotaka nimfanyie, alimradi sio cha ukatili, mimi nafanya. Lakini wewe una sita sita unakwama kwama. Maana yake nini? Kwamba we unaona kumpelekea chakula chumbani, yani kama sio jukumu lako. Namaanisha kama amekuruhusu yeye kwa sababu pale si umeenda kufanya kazi na kuna sheria pale mnakuwa mmewekeana kati yako wewe na bosi. Kuna vitu fulani mnawekeana hapo hapo. Sheria mnawekeana au bosi anakupa utaratibu wa sheria za nyumbani kwake kwamba kuanzia hapa kituoni, kwanza ishu za mavazi. Hata sisi tuko very sensitive kwamba unapokwenda kazini, ukiwa kwako kwa utavaa unavyotaka, lakini ukiwa kazini unavaa kikazi, unavaa kiofisi. Kwa hiyo, kabla hata bosi wako hajaenda kule kukuambia mavazi haya staki hapa, tayari toka unaomba kazi tulishakwambia uje na nguo za heshima eh? Sivae vya kubana, vya kuonyesha mwili si ndio? Kwa hiyo hatutarajii wewe kule tena bosi akakwambia hizo nguo usivae, maana yake utakuwa ulidharau kituo na utaratibu wetu ukaenda kufanya ya kwako kule. Kwa hiyo maswala ya mavazi sio tu wewe na bosi wako, wewe pia ina kituo. Sisi tunataka wadada ambao wanaenda kule wanajipresenti kiofisi. Sasa mipaka anayeweka ni dada au ni bosi? Kwamba usi, usije chumbani kwangu, ni wewe unaamua kwamba bosi mimi chumbani kwako kwa sije, au ni bosi anayeamua kwamba dada chumbani kwangu usiingie? Nani ana, anaweka hiyo mipaka kati yako wewe na bosi? Anayemwekea mipaka mwenzake ni nani? Bosi ndo anaweka mipaka eh, bosi ndo anakuwekea mipaka, yani mpaka pale atakapokuruhusu ye yeah, mwenye labda usime, kufanya usafi akupangie, labda siku fulani nataka uingie ufanye usafi chumbani mwangu, nje na hapo hakuna kuingia chumbani kwangu. Na maana hapo tayari mshakuwekea mipaka, unajua kabisa siku fulani nitaingia mwake nikafanya usafi, labda itokee emergency na, na penye nitamtaarifu kwanza, kwamba imetokea kitu fulani kitu fulani, unaniruhusu niingie mwako. Akikuruhusu sawa, unaingia aki, una aki asipokubaliana nalo ndo basi uingie kwa hapo yeye, yeah, ndo anakuwekea mipaka. okay, na issue ya kuingia chumbani naona wengi bado wana kama bado haijanani, kuna labda tuwasikie na wengine wanaisemaje ya kuingia chumbani, kabla hatujaenda mbali sana. Kuingia chumbani kwa bosi wako kufanya usafi, kupeleka vitu, kuitwa, wengine mnaiangaliaje? Mna, mna, mna au kuna ambao mnaingia chumbani kwa mabosi zenu? Hapa msemeni tu msiogope, hebu e, tuambieni nyinyi experience yenu ikoje? na mnapoingia wanakuwa wapo au wanakuwa wawa wapo? wadada senta, wadada senta, kusema kwamba kwenye swala la kuwekeana mipaka, mimi kwangu lipo, kwa sababu nilivyofika pale kwa bosi aliniambia kwamba fanya shughuli zako mwisho hapa, ila chumbani kwangu wala usijali, mimi ninafanya usafi mwenyewe. Kwa hiyo nikawa siingii chumbani kwake kwao, kama usafi vitu vingine, kuhusu chumbani kwake huko kwa ni yeye mwenyewe, labda kama nguo, anatoa nguo zake nazifua, then nazikunja afu anazichukua anazipeleka mwenyewe chumbani kwao. Kwenye swala la kuwekeana mpaka, kwangu lilikuwa ni chumbani kwake tu mwenyewe. Alikwambia mwenyewe? Ndio. Ah, chakula hapana chakula sipeleki pia make wote, unakuta tunakaa pale da ksala mm. Oh, so, chakula kusema labda nipelekee chakula chumbani, hapana, hapana. Swali okay. Okay, langu, wewe ukiwa pale nyumbani kwake, kuna kazi gani ambayo bosi wako akikuagiza ufanye unaona hiyo sio jukumu lako mm, kwangu mimi pale sijaona sababu zote zilizokuwa ninazifanya au alizokuwa ananiagiza naona ziko ndani ya uwezo wangu ukiagizwa upakue chakula umpelekee bosi wako chumbani kwako kwake, wewe hiyo utaipokeaje? Kusema kwamba nipakue chakula nimpelekee ndani, nitapeleka kwa sababu bosi wangu ni wa kike, kwa hiyo nitampelekea, haina shida. Umesema nini? kwa sababu bosi wako Kwani wa kiume hatuli sisi? Kwani si atuli? Sasa kuna mwingine, kuna wengine sisemei eh, kwa bosi wangu. Yaani kuna wengine labda ambao nimeshakaa nao labda hivyo, kuna wengine labda anakwambia baba, anaweza kukwambia kwamba naomba uniletee chakula chumbani mm -hmm. Lakini kumbe mama hapendezwi na ile hali ya, ya kuchukua chakula kumpelekea chumbani. Kwani maagizo ya kazi napata kwa nani nyumbani? Kwa wote. Kwa hiyo wewe ushai kupitia hicho kitu, ushai kupitia hicho kitu, yani mama anakwambia hichi, alafu baba anakwambia kingine? Aa, hapana, sijawahi kupitia. Aa, okay, sawa. Kwa hiyo wewe ungepeleka kwa wakike, ila wakiume ndo nilikuwa nampeleka. Sasa wa, si kazi zinabadilika utapeleka mipaka yako mingine zanani ngnzanizan <coughs> za bosi. Hapana ay, ehe. Tuliuliza tuliuliza, jamani, nani anaingia ana chumbani kwa bosi wake? Hapa naona wengi, huyu mwingine amekatazwa haingii. Na, nani anaingia wadada Center. Mimi chumbani kwa bosi wangu naingia. Ni yeye mwenyewe kwanza ameniruhusu, kwa sababu mimi ndo ninayefanya usafi chumbani kwake mara nyingi. Yeye ni mara chache tu, labda kama na kazi zingine ataamua kufanya, lakini mara zote mimi ndo ninayefanya usafi chumbani kwake. Na kitu kingine ki anasema kwamba bosi wangu mimi anasema hivi kama naweza nikakuachia mtoto mdogo ukanilelea, chumba akina thamani zaidi ya huyo mtoto ninayemwacha? Kwa hiyo mara zote hata akiwa hata naenda kazini hafungagi mlango wa chumbani kwake. Kwa hiyo hata nikitaka kuchukua nguo za mtoto, nikitaka kuchukua chochote, labda muda mwingine naweza nikajisikia vibaya, dawa ziko chumbani kwake, naenda kuchukua kwa sababu yeye ndo anavyosema kwamba yeye hawezi kufunga mlango wa chumbani, kwamba akaogopa dada ataingia chumbani, wakati ananiachia mtoto mdogo ambaye mimi ndo namwangalia kwenye kila kitu. Nashinda naye toka asubuhi, muda mwingine anarudi mpaka saa mbili usiku. Kwa hiyo chumba kina thamani zaidi ya mtoto wake ambaye ananiachia. Kwa hiyo umeongea pointi nzuri sana. Kwa hiyo labda tutasikia kwa mabosi ambao wao hawataki wadada waingie chumbani kwao kwa, kwa sababu kama ulivyosema. Kwa hiyo wale ambao hawataki ni kwa sababu gani hawataki uingie wakati anakuachia mtoto? Ah, nakumbuka hmm, siku moja ledango, likuwa, kwamba, yake, hmm, dada yangu alikuwa ananiambia kwamba kuna rafiki yake akanamwambia unawezaje kumwachia dada ingie chumba? Maana nilimpigia simu nataka nichukue, anielekeze nguo ya mtoto na dawa, nilikuwa nataka nichukue na dawa ya tumbo, tumbo ilikuwa inanisumbua Aka anarudi, angu, ananiambia rafiki yangu eti nawezaje kuacha mlango wa chumbani kwangu wazi naenda kazini na kuamini vipi? Nikasema, sasa unaniamini vipi kuniachia mtoto wako mdogo ambaye nimemlea toka na miezi miwili mpaka sasa hivi? Akasema, mimi mwenyewe nashangaa yani, unafungaje mlango wa chumbani na unamwachia dada watoto? Yeye ndo anapika chakula yani, unaamini chakula chake, unaamini kumwachia watoto afu unaogopa una chumba. Kuna wengine wanafungia nyama kwenye friji. haya <laughs> Kwa hiyo afungagi mlango kwa hiyo chumbani kwake yani sio hicho. La, labda watoto hawana thamani siku hizi. e, ma, ma, mabosi atatuambia hao watoto hawana thamani siku hizi. Na kingine kuhusu chakula mimi nampelekea ehe. Bosi wa kike napeleka, bosi wa kiume napeleka ila kwa bosi wa kiume huwa siingiagi kabisa chumbani, nagonga mlangoni na msubiri, kwa hiyo anakipokelea chakula mlangoni. Yani siwezi kuingia moja kwa moja chumbani akiwepo kaka. Mara zote mimi naishaga mlangoni, hata akitaka kitu, dada hayupo, ntagonga ntasimama hapo hapo mlangoni, kwa hiyo atatoka, atakipokelea mlangoni. Siwezi kuingia kabisa chumbani hapo tu. tu mipaka yangu kwangu, kwa hiyo huo taratibu wewe ndo uliweka, bosi alikwambia hivyo? Ah, bosi hajaniambia, ni mimi tu. Hata akiniambia nilete labda, labda kaka ameniagiza kitu labda nikaangia mayai niletee, mimi sigongi na kuingia moja kwa moja chumbani. Nimejiwekea tu mipaka kwa sababu yule ni kaka yangu na mheshimu, kwa hiyo naishia mlangoni. Hata dada akiwepo akiniagiza akiniambia niletee chakula chumbani Nagonga, naishia mlangoni. Naruhusiwa kuingia chumbani kama ataniambia pita, na pita, ila mara zote naishiaga kwanza mlangoni. Siingii moja kwa moja chumbani bila ruhusa ya dada, na kwa kaka siombi ruhusa ya kuingia chumbani. Mara nyingi naishia tu hapo hapo mlangoni, atakipokelea mlangoni basi. Haya, well done Martha. Jamani, aya, mimi na swali. Mi kuna ile taratibu labda chakula cha bosi wa kiume kinapikwa na mke wake. Kuna dada mmoja alishawahi kusema kwamba, kwani mimi mi mke wake nimpikie chakula? Alimwandalia bosi chakula kika akamwandalia kwa mfumo kikaungua. Alipoulizwa kwani umeunguza chakula cha baba, akasema kwani mimi mke wake? Hilo wadada mnalichukuliaje? yani, kwamba, ni kweli kwamba chakula cha bosi wake wa kiume lazima kipikwe na mwanamke na mke wake, kwa sababu yupo naona eh? una... wengi wanakataa, hapana. Kwa hiyo nyie mnapika, si ndio? Lakini sijui sige... maana wanawake wengi unake... tunasikia saa hivi, mimi mme wangu lazima wazim... nimpikie mwenyewe eh? ni amna mabosi wa hivi upandisha juu nyinyi. Yani, wote hapa, nani ambaye amekatazwa kumpikia bosi wake wa kiume? Semeni sasa, msiogope. Nani kakataza? Yeye anasemaje? Hapana. Mimi na amnanie kataza kwa sababu mimi ninapotokea kwa bosi wangu mimi, ninaandaa chakula chote cha familia isipokuwa ninavitenganisha. Kuna chakula ambacho tunakula sisi kuanzia mama na familia na kuna chakula cha baba kwa sababu tunapokaa baba yeye hapendi vitu vya mafuta na kuna baadhi ya vyakula ambavyo hali. Kwa hiyo kama ni mchemsho, na mpikie mchemsho na mkea kwenye otipoti yake, na sahani yake pembeni naweka na chakula chetu. Kama napika ni wali, napika wali namaragi, na maharage naweka sehemu yake, ingawa ni meza moja hiyo hiyo. Kwa kama baba akifika, muda mwingine mama mwenyewe anamchukulia chakula chake, anakaa kule nje, wanakula. Au muda mwingine baba, mi hata kama nipo nimeshaingia ndani, huwa hana kawaida ya kuniita. Akija mezani tu pale, akikuta chakula pale, kila kitu nimeshaweka, anachukua chakula chake sahani, anaenda anakaa nje, anakula. Mm-hmm. Okay. Umeifurahia hiyo? Umeifurahia? <laughs> Kuna ile nyingine hivi eh, dada aliripoti akasema kwamba bosi wake wa kiume anashindwa kumhudumia kutokana na kwamba bosi analeta mazoea tofauti, kwamba inafika hata kuna muda yuko jikoni, labda anataka kitu juu bosi anamwambia esogee ni kusaidie, so anamsogelea na mwili alafu anachukua kile kitu, anamgusa dada. Kwa hiyo dada hiyo ishairipotiwa hiyo nayo imekaja. Yani inakuwa ugumu kama dada kuomba msaada, labda au bosi. Yani dada anayebaki na bosi wa kiume nyumbani naye anamuhudumiaje? Mipaka yake imekaaje? Kwa sababu ndo hiyo nyingine, alikuwa anataka kuchukua kitu, bosi wa kiume anaona ananyenyemea, afiki akaenda amsaidie, lakini akamsukuma na alimwambia cha juu maksudi, anajua kabisa mfupi, alafu anamwambia ndo hapo sasa. Mno dada mno mno baki na bosi wa kiume nyumbani. Lakini swali langu kabla hawajaajibu hiyo taarifa ilikuja hapa akituone kama changamoto, yes? Au alikuwa anachekelea, Ali, anafurahia kusogelewa. Aliripoti kama changamoto baada ya kwamba kuna issue ilitokea. Ndio akasema mimi bosi wa kiume ananifanyia hivyo. Eh, lakini haikuwa changamoto. Ano alisema ni changamoto. Alisema baada ya vitu vingine kujulikana. Yes. Yes. Cuz alisema baadaye. Exactly. Kwa hiyo wakati inatokea kulipoti alikuwa anaenjoy. Yeah. Yeah. Alisema, alivorudishwa hapa ndo nasema yeah, wakati vinatokea alikuwa ana enjoy ila baada ya mambo mengine ndo haya. <laughs> <laughs> Unataka kusema kitu? <laughs> <laughs> Anasema alikuwa nauninanielewa anafukuza nzi <laughs> aku, na akuripoti wakati vinatokea. Yaliotokea mengine ndo akaanza kusema yaani, vingine zaidi ndo vikaanza kutokea.